Msanii wa filamu nchini Elizabeth Michael maarufu kama Lulu ameanza kujitetea katika Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam akieleza alichokuwa akifanyiwa na marehemu Steven Kanumba. Akitoa utetezi wake katika kesi hiyo ya kuua bila kukusudia, Lulu amesema Kanumba alikuwa akilewa na kumpiga na kwamba Kanumba aliwahi kumpiga kwa panga mapajani na akapelekwa Hospitali ya Mwananyamala. Sijasababisha kifo cha Kanumba kwa namna yoyote ile. Umbo langu lilikuwa dogo, hivyo mimi ndiyo nilikuwa nashambuliwa. Kama marehemu ngeanguka labda angenidhuru. Kanumba alikuwa kama mlezi wangu, tulianza mahusiano miezi minne kabla ya kifo chake. Hayo ni maneno ya Elizabeth Michael. Aliendelea na kusema, nilikuwa nataka kutoka ila marehemu alinikataza, alikuwa hataki nitoke, nilipomwambia natoka na marafiki zangu alinikimbiza na taulo na mimi nilikuwa naogopa kupigwa, mara nyingi alikuwa ananipiga kila akilewa na sio kwa akili zake. Alipoona simu yangu inaita akahisi ni simu ya mwanaume akasema, kwa nini naongea na simu ya mwanaume mbele yake? Marehemu akaingia panga na na panga akasema, leo nakuua, huku akinipiga na panga kwenye mapaja, ameeleza Lulu. Ayo maneno Lulu ameendelea kusimulia, marehemu alianguka mwenyewe na kujigonga kwa nguvu na kuinuka akitapatapa, nilimwambia Seth kuwa Kanumba amedondoka na akajaribu kumwamsha akuamka, akasema anaenda kumwita daktari, alivyosema anaenda kumwita daktari na mimi nikaondoka, nikiogopa anaweza kuamka akaanza kunipiga. Niliondoka nikawasha gari kuelekea Coco Beach kutuliza akili ooutulizaili huyo ameendelea kusimulia kwamba, nilipofika Coco Beach meseji zilianza kusambaa kuniuliza kuwa nasikia Kanumba amefariki. Nikampigia Kidume ambaye ni rafiki yake Kanumba kumuuliza Kanumba yuko hospitali gani niende kumuona, akaniambia wewe, usije hospitali, niambie upo wapi. Tukakubaliana tuonane Bamaga, tulivyokutana Bamaga alikuwa kama anataka kuongea na mimi, ghafla wakaja askari kunikamata. Hayo ni maneno ya Elizabeth Michael Lulu akisimulia akiwa mahakamani leo hii na hii ni Global TV Online, usiache kusubscribe Global TV Online ili usipitwe na mastori yote ya wasanii wa Pabongo. Ishi bila wasi na Red Relax. Jiunge na vifurushi vyetu vya silver, gold na platinum, na utapata dakika nyingi za kupiga mitandao yote, sms na mb, pamoja na dakika za kupiga simu nje ya nchi. Kifurushi chako kinapoisha una uwezo kufanya kijinunue au kijirudie chenyewe upya, huku dakika sms na mb zako ambazo hazijatumika zikihamishiwa kwenye kifurushi chako kipya. Si hayo tu, ukinunua kifurushi cha Red utaweza kufurahia huduma za app ya Sokoni bure, taarifa fupi za Mpesa bure, kipaumbele ukitembelea duka lolote la Vodacom nchini, na ukipiga simu huduma kwa wateja na kuharifiwa ukipiga simu na kuikosa bure.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 ikifunguka andika neno Global TV Online na usearch. Baada ya kufunguka subscribe na ujiunge nasi kisha bonyeza alama ya kengele na usave. Hapo utakuwa umejiunga na utapata taarifa kwenye email yako kila kinachojiri Global TV Online papo hapo. Global TV Online, ulipo tupo mubashara.